Wakati Ousmane Dembele anapata Ballon d'Or, mama yake alisema kuwa hii Ballon d'Or si ya Ousmane Dembele peke yake, ni ya Afrika nzima. Na tutasherekea Afrika, maneno ya mama yake Ousmane Dembele kwa furaha kubwa baada ya mwanaye kupewa Ballon d'Or. Leo tutasimulia safari ya kijana huyu kutoka mitaa ya Verino, Ufaransa hadi kuwa mchezaji wa dunia anayepewa heshima kubwa zaidi duniani. Kabla hatujaanza, bonyeza kitufe cha subscribe, piga kengele na tuendelee na simulizi hii ya kusisimua. Ousmane Dembele alizaliwa mwaka 1997 huko Veno kaskazini mwa Faransa. Alikulia kwenye familia yenye asili ya Mauritania kupitia mama yake Fatimata na Mali kupitia baba yake Ousmane Senio. Utoto wake haukuwa rahisi. Alikuwa akipenda mpira wa miguu tangu akiwa na umri mdogo sana akiutumia kama kimbilio ya changamoto za maisha. Hakuwa kijana mwenye nguvu kubwa mwilini, lakini alikuwa na kitu cha kipekee: kasi ya ajabu, mchezaji wa miguu yote miwili na ujasiri wa kujaribu mambo makubwa uwanjani. Wakati watoto wengine walikuwa wakicheza kwa mkono mmoja, yeye alikuwa akitumia mguu wa kushoto na wa kulia, kipaji ambacho kiliwashangaza hata wakufunzi wake. Miaka ya mapema alicheza kwenye akademi ndogo ndogo kabla ya kusajiliwa na Rennes mwaka 2010 akiwa na miaka 13. Rennes walimlea kama mtoto wao, lakini pia waliona ndani yake kitu ambacho kilikuwa nanda sana, mchezaji anayeweza kufurahia soka bila hofu. Mwaka 2015 alipandishwa kikosi cha kwanza cha Rennes akiwa na umri wa miaka 18, ndipo dunia ikaanza kumtambua. Alianza kufunga mabao, kutoa pasi za mabao, na kuacha mashabiki wakibaki mdomo wazi kwa mbio zake za radi. Mwaka 2016 klabu kubwa zikaingia vitani, hatimaye Borussia ikafanikiwa kumsajili. Akiwa Ujerumani, Dembele alicheza msimu wa ndoto, aliunda ushirikiano hatari na Pierre-Emerick Aubameyang. Kasi yake, mbinu na uwezo wa kupiga chenga vilimfanya kuwa mmoja wa wachezaji chipukizi wa kutisha zaidi barani Ulaya. Akiwa Borussia alishinda German Cup mwaka 2017, na ndipo jina lake likawa gumzo barani Ulaya. Agosti mwaka 2017, dunia ikashuhudia ujasiri wa kipekee. Barcelona ikalipa zaidi ya milioni mia za euro bonasi kumpata kama mrithi wa Neymar. Hii ilikuwa nafasi ya maisha kijana mdogo kutoka Verno. Lakini ndoto haikuwa vizuri. Dembele aliumia mara kwa mara, majeraha ya misuli ya nyuzi akamwandama, wengine walianza kumuita flop, lakini ndani yake alijua safari yake haijaisha. Miaka kadhaa ilipita akiwa akiumia, akipona, kisha kiumia tena, lakini Usmani hakuwa mtu wa kukata tamaa alibadilisha lishe yake akajikita zaidi mazoezini. Mwaka 2021 Dembele alianza kurudi kwenye ubora wake, akarudi kuwa mmoja wa wachezaji muhimu zaidi wa Barcelona, akitoa pasi nyingi za mabao na kuonyesha kasi yake ya ajabu. akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa Dembele alikuwa sehemu ya kikosi kilichoshinda kombe la dunia mwaka 2018 nchini Urusi, ingawa hakupata nafasi ya kung'aa sana finali ile, jina lake lilibaki kwenye historia ya mabingwa wa dunia. Baada ya miaka mitano ya vikwazo Barcelona, mnamo Agosti mwaka 2023, Ousmane Dembele alihamia Paris Saint-Germain. Hii ilikuwa kama kurudi nyumbani, akiwa karibu na familia na kuungana na wa wachezaji wakubwa kama Kylian Mbappe. Mwaka 2025 ameshinda tuzo ya Ballon d'Or akiwashinda masta kama Lamine Yamal na wengine wengi. Wengi walishangazwa, lakini wengi walikili alistahili. Mama yake alionekana kwenye tukio hilo, akatoa machozi ya furaha. Ushindi huu ulikuwa pia ushindi wa familia, na hapo ndipo mama yake alisema kuwa hii Ballon d'Or sio Ousmane Dembele peke yake ni ya Afrika nzima na tutasherekea Afrika. Maneno ya mama yake Ousmane Dembele kwa furaha kubwa baada ya mwanaye kupewa Ballon d'Or. Leo Dembele anajulikana si tu kwa kasi yake ya radi, bali pia kwa nguvu ya kisaikoloji aliyojijengea. Ni mfano wa kijana aliyepitia changamoto, majeraha na shinikizo kubwa, lakini bado akasimama akiwa PSG na timu ya taifa ya Ufaransa. Safari yake bado haijaisha. Ousmane amebaki kuwa mmoja wa wachezaji wenye kipaji cha asili cha kipekee duniani, mwenye uwezo wa kubadilisha mchezo kwa sekunde chache. Safari ya Ousmane Dembele ni funzo kubwa kwamba haijalishi unakutana na changamoto ngapi, kama bado una ndoto na moyo wako wa kupambana, siku moja utainuka na kung'aa. Kutoka mitaa ya Verno hadi kuwa bingwa wa dunia na nyota wa PSG, Ousmane Dembele amethibitisha kuwa kwa bidii, heshima na imani, unaweza kutoka mitaa hadi jukwaa la Ballon d'Or. Hii ndiyo historia ya Ousmane Dembele. Kama umevutiwa na simulizi hii, tafadhali bonyeza like, share na subscribe kwa chano yetu ya Felix Perfect kwa simulizi nyingi kali za kusisimua kama hii. Bye, bye.